Na kwa sababu hiyo utajua kwamba mbingu au utajua kwamba majira na nyakati zimeshikilia kifungashio cha maisha ya mtu. Majira na nyakati ni kifungashio cha maisha ya mwanadamu. Majira na nyakati ni kifungashio cha maisha ya mwanadamu na kama majira na nyakati ni kifungashio cha maisha ya mwanadamu, yale majira ambayo yameratibu vitu fulani kwa ajili yako, saa inapofika, majira yanapofika, yale yaliyoratibiwa lazima yaende kwa mhusika. Ndio maana unatakiwa ujifunze kuombea majira, ili yale ambayo Mungu ameyaratibu kwenye ulimwengu wa roho yakufikie kama yalivyo. Maana shetani